Naam tunazungumza michezo, hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko lakini nyuma ya kamera director Rundi ambaye anatoa picha ngavu. Tumemfuata Mkude Chamazi Magengene kuja kuzungumza masuala ya kimichezo. Mambo ni mengi jana yametokea na leo kuna vitu vingi vya kimichezo vimetokea. Mkude kwema kwanza ndugu yangu. Kwema sana. Habari za shughuli hapa. Mambo mengine. Ah, tunamshukuru Allah. Mm. Tumefika tuko salama na tupo kwenye mfungo alhamdulillah. Mm. Karibuni sana tuelezee michezo. Saumu ah, saumu, tunashukuru, ndio mahala pake. Mm. Na ndio mfungo umetukuta na sisi wenyewe ndio tunapambana nao. Tuanzie hapa. Jana Simba Sports Club uh, kumfunga bao sita <gulis> Dodoma Jiji Football Club jana na jana waliteseka katika dimba la KMC Complex. Mzunguko wa kwanza, Simba Sports Club aliambulia eh, goli moja pale katika uwanja wa Jamhuri sisihemu jamhuri kwa mbinde kabisa, chini ya mwalimu meki Maxime. Jana goli sita kwa sifuri mliwatesa jana Dodoma Jiji, ni kitu ambacho Maxime mpaka naye amekubali, amesema Simba walistahili kupata bao sita. Kikubwa kwanza walituonyesha jeuli Dodoma, sababu pale ndio makao makuu ya nchi, tulienda wakubwa, wakajifanya wanajua wametubania na mekisime kilicho mponda zaidi zezikuwa kumi yule liko napewa mzigo wa kumi kwamba yule mzigo kuna alioandaliwa sema kufungua mlango tufanye mazoezi. Ehe, alafu yule Dodoma sawa sawa na mtu aliyevaa msuri, alafu kaja anataka kuruka sarakasi. Kwa hiyo lazima uwaziriki, una maana gani? Mkude kule saribana tumemfunga moja mm. akaja Dar es Salaam hapa dizi mju hapa ndo kwenye bandari mm. Dar es Salaam mm. bandari salama Kumbe ana msuli, alafu akataka kuruka sarakasi. Wakati anaruka sarakasi, msuli umekuja kwenye kichwa kaka. Ukivaa msuli, ukiruka sarakasi, unaathirika kati wa kubinuka, basi mambo hadharani. Ndio yale ule mzigo, yeye kaingilia kati. Kuna aliyotaka apewe mzigo, ulikuwa nani? Yupo mtu kama sabi na sita, alikula sita bila, si hatujawahi kufungwa sita au tano, au tusikose goli, ni nani sasa kufahamu? Huyu anamwita Yang Afrika, ndio alikuwa na mzigo wake ule. Angeniruhusu tu mimi nifanye mazoezi niondoke. Alafu waje yule kiroba kilikuwa cha yeye. So wewe umekimbia mechi? Nani? Wewe si ndio umekimbia mechi? Taratibu na nchi na sheria zipo. Mgeni anatakiwa afanye siku moja kabla mazoezi. Mm. Kama ingekuwa mimi siko kwenye sheria. Mm. TFF waona mbamba mba angepewa pointi 3 si walienda na gari pale. Haujaona, mm. Walienda na gari? Oh, naona. Si waliingia na timu. Mm. Marefali walikuwepo? Haja kuwepo. Sasa ndio maana nakwambia kwa sababu hao wenzetu hawana viongozi wa mpira. Mm. Yaani wana viongozi wa kupiga dufu. Hawa Yanga Africa hawa viongozi wa mpira hawana, wana viongozi wa madufu kama kina Arafati. Ndugu zangu wali madufu sana, mtaalamu wa kupiga kubwa Zanzibar kote. Leo hawezi kuwa kiongozi wa mpira. Sheria ushaishinda usiku, ushaambiwa bodi ishatangaza mechi hamna. Aywe saa nne saa tano unaingiza gari iliwe Mkude. Uh, naona unashuhudia mechi ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba Sports Club. Mechi ilikuwa jana lakini leo bado unaifuatilia. Nini kitu ambacho kimekufanya uifuatilie tena mechi au chazi ya uama akifanya mambo yake? Brother, yani Simba tawa kumtaja Simone. Kuna mtu anaitwa Mpanzo kaka. Yaani Mpanzo ananikumbusha hapo kwa anateseka Al Ahli na Mixon. Ndio leo hii kila nikiangalia na mwangalio Mpanzo, mbona kama ana miaka 14? Sijafanya kosa kumsajili huyu. Huyo awando si mdunguze kuna kibu kaoga. Kibu si avungi wanasema sasa leo kafunga ni jana, kafunga goli mbili kibu Dennis mkandaji, na hawa wenzetu wana michezo mmoja, sisi tunakwenda kufanya mazoezi. Hiyo mechi ambayo ilovunjika tarehe nane, vile unavyomwona kasuka kibu nywele zimegogea nyuma, mambuzi imani, macho hayaoni kama huyo kibu kasuka kisasa kwa ajili ya dabi leo. Mtu anakwambia kamwona mbuzi au nani stweka refu kuliko goli kasuka mabutu yani, kafunga huko mkwala mkwala. Mtu baada ya chungulia, mwangalie mkwala, au yule mbuzi mkwala, mbuzi fungua mlango, hawataki sasa. Hii gome bado lipo haishi mpaka yani, ngome inarudiwa. Ubaya ubela, yani ubaya ubela, uko na ndio sikioni kwa nataka nifanye ule ubaya au wote, unaona na kula sita, nne, tano. Huu ni ubela ubaya wenyewe. Mimi namtaka mkubwa mwenzangu ambaye ni ang'afika, ndio yeye, mwaka thelathini na tano, mimi thelathini na sita kuzaliwa. Japo yeye kazaliwa muda mrefu kuliko mimi, lakini niko mjini, yuko bondeni kwenye mikangaja kule. Maana kuzaliwa haraka sio ujanja. Kwa hiyo huu mzigo unauona na ufuatilia na angalia wa Dodoma Jiji huyu, kuna mtu aliekewa mimi sita saba, nani sifungagi hao wadogo wadogo, naona kama vile na wazulumu na yule anani yule mkocha wao yule, nimekisime nimemfunga goli moja Dodoma karia Yanga kaenda kumfunga tatu kacheka, nimejua kumbe wana udugu mm. Na nilivyoona Mavunde bosi wao kaenda kumolea mke Aziz Ki mm. Ndio mzigo ni logeo ndio katoa milioni 50 na mahari ng'ombe sikatoa Mavunde. Kwani kuna uficho kaka mm. Aziz Ki jeitoa 100 kwenye akaunti yake kwenye ndoa hii Yanga amechangia sasa mm. Huna changia ndoa ya ya mtu kutoka Burkina Faso hivyo mm. alikamwe kashao bado chakwaniwasimolee kwanzaakau hiyo ah, ndio hiyo bado, nipo niponipo kwanza ya nini, asabali wako wanamke enda kumolea Burkina Faso. Ndio maana nimekuambia kuna baadhi ya viongozi mambo yao mengi. Mkude, nataka tuzungumze kitu ambacho wanasimba wengi mkipata matokeo yoyote hamlalamiki, kwa alama tatu mkipata mlalamiki, ila mkitoa sare ama mkifungwa mnalalamika JSM wanadhamini vilabu nane JSM wanadhamini vilabu nane. Jana amemfunga Dodoma Jiji no ulalamiki wote, no kulalamika no nini. Na mnafurahia mmefurahia kabisa bao sita safi kabisa. Shida ni nini wana simu? Hilo swala la kusema JSM wanadhamini vilabu nane tisa hatutaacha kulisema, kwa nini? Kwa sababu dunia nzima tunaiangalia mpira hmm. au marefari wenyewe kwa na marefari kama marefari mwaka huu tunataka bodi pia marefari wawe na wadhamini wao binafsi. Ukishamdhamini mtu vilabu zaidi ya na dunia nzima. Mm Emirates -hmm. anadhamini Arsenal na viwanja vingi lakini sio mm -hmm. timu timu nane katika ligi moja. Mm Hilo -hmm. swala hatutaacha kusema. Mm Hilo -hmm. swala hatutaacha kusema. Na ukija ukitaka kuchunguza ziangalie timu zote zinazofunga GSM goli nyingi nyingi, wana nembo ya GSM. Tabora ana GSM nyuki. Ule una kilichomkuta. Azamu ana GSM. Ule una kilichomkuta

Dobe alikuwa mkali kwa adhabu. Swala la kulalamikia JSM ila tutaacha na tunaendelea. Na kama litakuwa linaruhusiwa, basi utu tutakaa na bodi yetu Mohamed yupo waliobaki na sisi tutazamini. Tutaweka mokola mani, tutaweka. Alafu tukichukua pointi usikie kama wasemi hawa. Wanasema umekimbia mtani Benjamin Mkapa kwenye dabi, lakini dabi hatuikopo tena atairudia tena. Lakini ulimkimbia kuna bomu lilikimbia la Jonathan Ikangalombo yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Juzi alifanya maajabu nisusapiaa kurubati, lakini ikashindikana. Ndo imeshindikana, ndo hakuna kitu kama mtu mmoja hapa zamani tulikuwaga naye sisi, mm. Tanzania hii anaitwa Mlope, anakimbia mpira nawacha nyuma huko, ndio Ikangalombo. Ikangalombo mwalimu wake Mpanzu, wakati wanakimbia kwenye winga ilo, muulize mwenyewe, anakwambia sio mimi. Mkangalombo mwalimu wake Mpanzu. Mpanzu wanafanya mambo watu wanayaona, lakini Mkangalombo ukinielezea, tutamsikiliza kwa sababu ni wa mtu na watu wanasema mzuri wa kwako mbaya wa wa mwingine Lombo sine. Wangefungua mlango. Bahati nzuri hmm. Mimi Azam nimewaelewa. Azam nimewaelewa kwa sababu gani nasema nimewaelewa? Kuna tangazo siku mbili tatu kabla ya mechi. Likawa kuna mtu anagonga mlango. Ka ka ka ka. Mwingine yuko ndani kafunga msuli na mawani. Hata nipata tafasili kumbe yale mawani yale kamwe <laughs> Nje alikuwa anagonga Ahmed ujue. Wewe nani mtana anamwambia nataka nije. Unionyeshe ulisema utanifunga na utanicheka sauti, utanibimbirisa, utani hmm. Lakini baada anasema naogopa, alikuja na dalili za uchawi hmm. Na kweli naenda kugonga mlango nicheze mechi hmm. Ananiambia nimekwenda na mbuzi. Tangazo la Azam ilikuwa na maana ujue hmm. Labda ina kipengele, yani dabi ina kipengele labda kipengele ukilete wewe <laughs> Mimi nagonga mlango, si umesema utanifunga? Yeah. Nimekuja nikuelekeze mfumo mm. mm. nataka kukuonyesha nitachezaje. Au utakuwa umekuja na ujawi, lile tangazo kila nikilivutia taswira na lona kama lina ukweli ndani yake. Mkuu, lakini Young Africans wanasema dabi haito kuwepo tena. Dabi me, me isha kuisha tayari kwa upande wao. Hamna <coughs> tena dabi ya Kariakoo zidi ya Simba Sports Club, kwa maana wewe ndio umkimbia Young Africans. Yale ni maelezo ya mashabiki ya wanachama, lakini mimi nataka nikuhakikishie mpira nchini, Simba na Yanga. Top class ni Simba na Yanga. Bodi ya ligi imetoa taarifa, mechi haitakuepo, itapangiwa tarehe. Kwa hiyo si Simba si Yanga kusema mechi hakuna, ni bodi ya ligi ndio wanatakiwa kutuambia mechi haitakuepo na kwa nini isiwepo. Tunalia tunalia na nini? Hii bodi ya ligi kuna muda nao ina makosa kwa sababu inadhulumu wa Tanzania. Klabu mechi ya kwanza ilivunjika saa moja kaja saa kumi na moja yule yule alichimba eh. Ilivyorudi eneo ikapata matokeo. Wa Tanzania wamedhulumiwa. Na hii tena wa Tanzania tumezulumiwa, fedha zetu, mpaka kwenye vingamuzi watu wamelipia kuangalia dabi, lakini hatujui mantiki na na hali zetu zitakuwaje. Kwa hiyo hao wenzetu wanaposema mechi hakuna, hili ni swala la kwenye mitandao kama walivyosema wamemuona mbuzi.

anpi mpira. <coughs> Mwana, tuzungumzie kiwango cha Chazi Awa, magoli 12, assist 7, MVP wa Ever Coast. Huku ndipo Simba Sports Club anaonyesha kiwango chake. Yeah, je, atakuwa ni assist 19? hmm. Haba sasa hivi bado bado alikuwa na assist 9. Wala sasa hivi <coughs> magoli kumi na ngapi? Eh, eh, wala, magoli 12, assist 7, bado ngapi kwenye assist kupata? Bado 2 asa mechi ziko ngapi zilobaki? Mechi maana Manaki anapanda ashuki mm. yaani anavuka pale na yeye MVP anakuwa tena huku. MVP wa Bongo. anakuwa tena hapa mi mm. na watu kaka mm. sinamwona kocha mdodo kala suti, oh. Kocha wa jezi. Kocha wa jezi. Jezi jezi na mikataba ya makampuni mengine mengine, kocha anavaa suti brada. Ulaya ile sauzi ni ulaya ndogo, nani anabisha? Sina nilewa vizuri. yeah. Sauzi? Na ndio maana kocha wangu mimi mtamfunga sita, kocha ati kelele. Yaani akiinuka akipiga mluzi akionyesha tu ishara zake kamaliza kazi. Na kagoma pale. Kuna watu ujio na ngoma. Na ngoma. Yeah. Na mtoto mmoja tu Abdulrahman Kiamza. Stopa jiara. Yaani yeah, yeah. Anaenda anaenda yuko kimataifa huko. Mm. Mimi niko nataka idabi ingeendelea mpanzo wa niweke wale mwenda. Walikuwa mm. na mtafuta afungiwe. Walikuwa yeah. na mtafuta afukuzwe kazi. Yupi mchezaji wa Yanga ambaye kama dabi ingechezwa, yupi mchezaji ambaye ni hatari kwa kwa Simba Sports Club kwa kikosi cha Young Africans kwa jinsi unavyokiona, yupi mchezaji hatari zaidi mnamwogopa wana Simba Sports Club? Mwenye mazara yule, sisi hatumwogopi, ile tunamkumbuka. Kuna mtoto mmoja katoka Iringa hapo, anaitwa Mzinze, ila watu wengi wasiojua mpira wanaanza kuhangaika tu, mara mtu kachomekea kama mwalimu na nini, lakini balaa nalo yule mtoto Mzinze Shajua na dawa yake ilikuwa ishapatikana. Mabeki walikuwa washajua wapi na mkamata Mzinze, jambo limeisha. Yanga chukua Mzinze tu, siongelee ushabiki lakini mpira kwa pale Yanga. Yule Mzinze kama ungekuwa kutoka nje na nchiii. Sasa tuko tunaongea mengine, kama unavyomuona yule wa Simba Shabalala Mohamed Hussein ni beki bora wa, wa, ligi yote ya Tanzania, ligi zote. Kuna mwaka akacheza chini ya kiwango? Kuna, kuna mwaka akakosa kucheza mechi? Hakuna. Yani ilikuwa kama kuna sheria kama za Ulaya, yule ndio beki bora wa kila mwaka. Tusiangalie kachukua kombe, kachukua kwa sababu ligi yetu kuna mambo mengi ya ujanja ujanja timu inoshinda ndio itatoa mchezaji bora hata kama man of the match unamuona kwa jicho lako iliyofungwa mtu katwanga kweli lakini timu iliyopata matokeo tena mtu akifunga magoli mawili ndio huyo huyo hatutafika kwenye mpira wetu mkudo ulialikwa wapi kwenye futali ya young africans hapana hawaje yeah. yeah, Bapa, yeah. Awoja, nialika na wanajua mm. wanajua kaza nikienda mimi sintawaelezea hii mm. ni wagonga mlango umefunga mm. na niletea mabaunsa mpira na na, na, na walinzi wapi Mpira na walinzi wapi? yeah. mm. mm. so mm. so mm. na. Ndio maana hawajanialika kama wanaftari hawajanialika. Mzee Said eh. Basi Mzee Said, tunashukuru kama kaalikwa, atakuwa akatuwakilisha wana Simba. Lakini mimi sikupata mwaliko wao. Ungealiko, ungeenda? Ah, mpira sio adui. Mpira sio adui. Na ningeangalia futari yenyewe inafanyika wapi. Kwa sababu sheria ya mwaliko kwa sisi tunavyofahamu, nitakapokualika karibu nyumbani, nitaangalia na wewe unapotokea wapi. Kama kuna distance ya nauli maana yake Haiwezekani iftari ikawa Jangwani. Nikatoka Chamazi mpaka Jangwani nikatumia shilingi 3000 wakati ningefuturu hapo kwa shilingi 2000. Mm. Kina vitu ningepata na mtindi hapo glasi moja, itakuwa uongo kama utakuwa umenialika. Process za mwaliko takuja kabu. Mpira sio wadui. Umeonekana wachambuzi uh, wakienda kwenye iftari ambalo walialikwa na Young Africans mm. Engineer S wakati wanakula iftari anaongea kuleni nyama na mishkaki ili muongelee vizuri radioni Yang Africans. Kauli hii kwa kujileta utata wa injinia, ndio maana lisema, mara ya kwanza Yanga wana viongozi watoto, sijui sidi ujana, sijauelewa na si labda ku kuleni iftari kuleni nyama mkaiongelee vizuri Yanga na, na kadhalika, labda hiyo sababu kaisema. Hmm. Lakini si tunajua waandishi wengi hmm, nchi wana 10% posho kwa sababu ya kuielezea yanga vizuri brother Simba Afrika hajafungwa, ukiona goli kajifunga. Lakini leo hii timu iliyokuwa haipo kwenye mashindano ndio inaelezewa everyday. Kuna mtu juzi alikuwa anaojua, kuna baadhi ya channel nilikuwa namwangalia kupitia ving'amuzi vyetu vya Azam hivi, akajisahau kabisa kama anacheza hii shiriki nini, kombe la Sierra DB. Si tunataka tuchukue kombe la Afrika hii la Afrika Aliyokuwa Afrika nani? Yaani mtu kasahau kama Afrika niko mimi. Na mimi ndo maana nimewambia kuanzia timu zote Dar es Salaam au Tanzania wagombee nafasi tu wasitoke moja, mbili, tatu, nne. Mimi nawapeleka tena. Mimi ndo timu ya kwanza kupeleka timu nne na nitazipeleka tena. Yaani tena na tena. Kule mimi nataka utume salamu kwa mashabiki wa, mashabiki wewe wapinzani wenu Young Africans kwa maana ligi imekuwa ngumu sasa hivi, pointi moja umezidiwa, Young Africans amezidi pointi moja, upo nafasi ya pili. Nataka utume salamu, salamu yangu ya kwanza kwanza, wajiandae tu kuangalia burudani tarehe nne mwezi wa, tarehe mbili mwezi wa nne, maana Simba itacheza isipokuwa na Almasri, yani ndo kimataifa hiyo. Ndo salamu yangu ya kwanza, waangalie ubaya, ubwela naenda kuufanya kule. Si wamesema wamevaa medali Washirikiane nao tena. Hapa wakija aya, unaona nimemkuta Dodoma mjini, kuna mtu anamkuta Afrika ah. Mtaudi tena kwenye media kunifuata mimi, naambia si sita zile, kuna mtu anamkuta kiroba hapo. Mimi siwezi siku zote. Kwanza mara nyingi unakuta mtu anakwambia mshindi wa pili. Mimi neno hilo sijawahi kuona, mshindi mmoja tu. Hawezekani kuwa kuna mtu ila kuna nafasi ya pili, lakini mshindi huyu. Sasa mimi ninapokwenda kushindana mimi sitaki hiyo nafasi ya mshindi wa pili nataka nafasi ya kwanza. Na yani, ya yani, wakubwa waweze kufanya ujenje ujanja afu mpira ukachezwa na hata mimi hapa nilikuwa naiomba bodi kama ingekuwa inawezekana dabi tu watuletee mawaamuzi wageni basi, dabi, dabi tu, dabi tu. Dabi tu. Wafanye kama pale wanavyofanya Misri. Simba Sports Simba. Simba hmm. Wakuzuia nani? Au ndio kwa sababu wamekimbia mlango wamefunga wa hmm. Pointi zinaweza kuvuka Misri, ndio wanazo wao. Mechi si itachezwa? hmm. ndio ubingwa wangu pale. Yaani mimi ubingwa wangu hmm. mwaka huu hmm. <laughs> Wewe ukisikia tu dabi limerudiwa jua mimi ndo naenda kuchukua ubingwa hapo. Ikitokea hujachukua ubingwa na idi nini mkude kwa nje? Eh, ikitokea Simba Sports hajachukua ubingwa unaidi nini mkude? Wa kuzuia ndo sijamwona. Unaniaidi nini mkude? Njoo tena hapa ukishafika hapa kuna elfu kumi utachukua elfu kumi. shilingi e, elfu kumi yake Tanzania e. sijachukua ubingwa nakupa yako nje na figisu timu nane si timu tisa zozote naachana hapa, mimi nachukua kombe. Yanga mimi anifungi baba mwaka huu. Mwandishi, mwaka huu mimi Yanga anifungi, ila ukimuuliza lazima akwambie raundi ya kwanza, raundi ya kwanza si tuweka gani alonifunga alofun. Anyway, umepata matokeo sikatai, hii. Mimi mtu wa mpira, matokeo umepata hivi. Ninavyokwambia, baada ya dabi kuvunjika, watu wa Simba wote tumemaliza mechi ya Dodoma jijini. Hatuna mechi nyingine yoyote tunaifikiria, isipokuwa tarehe mbili mwezi wa nne ugenini tunaenda kufanya, tunarudi nyumbani kumaliza shughuli yetu. Tunasubiri sisi mechi na Zamalek. Yani hiyo ndio mechi ambayo wanasimba wote, unaweza ukaja ukatuuliza tunaichezaje, ndio tutakwambia. Basi tuweke nukta hapo, Mkude. Mimi nashukuru sana, karibuni sana, asante.